Kwa majina anaitwa Madam Neria Amos Yaraguilla, mimi ni mratibu katika shule hii ya British katika kozi ya malezi, yani course coordinator wa Early Childhood education and development hapa British open school. Mi pia ni mwalimu katika sekondari somo la civics, nikifundisha kidato cha kwanza na cha pili kwa mwaka mmoja. Ya, mimi kitaaluma nimesoma educational psychology. Ninamiliki shahada ya kwanza ya elimu katika saikolojia kutoka katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Nimekuwa hapa British kwa muda wa miaka minne nikiratibu na nikiwa kama mkufunzi wa walimu wa malezi ya watoto wadogo. Sisi tumezoea kuita kwamba walimu wa chekechea. Ni kozi ambayo kwa sasa inaenda mwaka wa nne. Kwa hiyo tuna uzoefu wa mwaka miaka minne katika elimu ya malezi ya watoto wadogo tunapokea watu ambao wana nia mbalimbali ya kujifunza zaidi kuhusiana na watoto na malezi ya watoto yaani, kozi ambayo inafundishwa kwa muda wa mwaka mmoja kwa level ya certificate. Anayehitaji kusoma hii kozi anatakiwa awe na vigezo vifuatavyo. Cha kwanza kabisa, awe na upendo kwa watoto, kwa sababu watoto ni viumbe ambao wanahitaji upendo na uangalizi wa hali ya juu. So ambaye anahitaji kusoma hii kozi lazima awe na passion, lazima awe na upendo kwa watoto lakini pia anayetakiwa kusoma hii kozi ni mtu yoyote yule ambaye amesoma mpaka kidato cha nne na kwenye matokeo yake ana credit pass za kuanzia D nne na kuendelea. Kwa hiyo kama ana D, ana C, ana A lakini zifike nne, anaweza akasoma hii kozi kwa ukamilifu. Lakini pia kama hujasoma ka mpaka kidato cha nne, kuna utaratibu maalum ambao unaweza ukafata kutoka ustawi wa jamii na wakakuandikia kibali maalum, napo utakuja hapa tutafanya hizo process then utaruhusiwa kusoma hii course. Lakini pia kwa sababu hii ni course ya malezi, hatutegemei kwamba mlezi awe ni mtoto na yeye kwa hiyo, kuna kigezo pia cha umri, ambaye anasoma hii course anatakiwa awe na umri wa miaka kumi na nane na kuendelea. Wengi wanafahamu British School kama sehemu pekee ya kujifunza elimu ya sekondari, lakini pia elimu ya advanced 5 na 6 kwa mwaka mmoja. Lakini hivi karibuni, na hapa nazungumzia miaka minne iliyopita e, tulianzisha hii kozi ya malezi ya watoto wadogo. Tuliona fursa katika hili. Tunasema kwamba katika taifa letu watoto ndio taifa la kesho. Sasa kama watoto ni taifa la kesho, inabidi hawa watoto waanze kuandaliwa mapema. Kwa hiyo tukaona fursa hiyo sisi British tuweze kushiriki katika ujenzi wa taifa kwa kuandaa walezi ambao wata fanya malezi bora kabisa katika taifa letu, ili tuweze kupata viongozi bora baadaye, viongozi ambao wanajua nini wanatakiwa kufanya. Kwa hiyo tunawaandaa walimu wetu hapa British. Tunatumia njia za kisasa kabisa katika kufundisha. Kwanza kabisa katika madarasa yetu tunafundisha zaidi kwa vitendo. Tuna kozi karibu kumi na tatu ambazo kila mwanafunzi anatakiwa zisome kwa muda wa mwaka mmoja, lakini hizo kozi zinajumuisha mambo ya lishe e, saikolojia ya mtoto. E, maendeleo ya mtoto hapa tunazungumzia child development, mambo ya curriculum na mambo mengine mengi ya kijamii. Kwa hiyo sisi hatuishi tu kusoma katika kwa kwa, kwa kwa theory, tunasoma pia kwa vitendo, na tunakwaga na miezi mitatu ambao wanafunzi wanaenda field work kwa ajili ya practical learning. So tunajifunza kwa vitendo zaidi, na madarasa yetu ni ya kisasa kwa sababu ya maendeleo teknolojia, ya teknolojia madarasa yetu yote yamefungiwa projector Wanafunzi wetu wanajifunza kwa vitendo masomo ya kompyuta. Kwa hiyo sio kwamba mwanafunzi akija hapa atajifunza tu namna ya kumlea mtoto sijui ajue tabia za mtoto na kumtekea, hapana. Tunawaandaa pia waweze kuwa walimu wa kisasa. Ni vitu pekee ambavyo unavipata hapa British. Lakini sambamba na hilo, tuna kozi za Kiingereza ambazo wengine huwa wanalipia, lakini mtu akija kusoma hii kozi ya malezi ya watoto wadogo anapewa kama ofa kusoma hii kozi ya malezi ya watoto wadogo. Kwa hivyo napenda kuwakaribisha sana kila mtu ambaye ana nia ya dhati ya kujifunza hii kozi anakaribishwa. Ni kozi ambayo haibagui mtu yoyote yule, anaweza akasoma, kijana, mzee, yeyote yule, hata kama uliwahi kusoma ukapata degree ya kozi nyingine au una PhD, una masters ya kitu chochote kile. Kozi ya malezi ya watoto ni kozi ambayo haimfungi mtu yoyote, anatakiwa kuwa kwa sababu kama unatamani una kuwa mzazi mzuri, lazima ujue malezi, na tunasema huko kwenye early childhood education kwamba malezi ya watoto yanaanza hata kabla mtoto mwenyewe hajafanya nini, hajazaliwa. kwa hiyo lazima tujiandae, ili tutengeneze watoto bora. Kwa majina anaitwa Ana Clara Elki Steven. Mimi nimejiunga hapa British mnamo tarehe kumi mwezi wa tisa, elfu mbili na ishirini na nne kwa lengo la kujifunza ualimu wa watoto na lengo la kujifunza ualimu wa watoto ni kwa ajili ya kutokomeza na kupoteza kabisa vitendo vibaya wanavyofanyiwa watoto huko mtaani, hata pia mashuleni pia tunaweza tukaona hivyo vitendo vinatokea. Na faida ya kusoma kozi hii mojawapo ni kumjua mtoto au kumfahamu zaidi tabia yake, jinsi anavyokuwa kuanzia yupo mdogo mpaka anavyokuwa, na pia kitu kingine tunaweza kujifunza jinsi ya kumlea mtoto angali yupo tumboni mpaka anapozaliwa. Na faida ambayo tunaipata sisi kusomea hii kozi, tunaweza kama mimi, naweza nikatimiza ndoto yangu ya kutokomeza hiyo uhalifu ambao wanafanyiwa watoto kama ukatili wa kijinsia na tunakaribisha sana chuoni kwetu. Kuna, kuna wakufunzi wabobezi kabisa ambao wamebobea katika hii kozi wenye upendo, wanaotufundisha kwa furaha na upendo. Ada zetu ni nafuu kabisa, tunalipa kwa kwa awamu mbili. Karibuni sana. Kwa majina yangu naitwa Kwa majina yangu naitwa Merab Sofret Magesa. Nilijiunga katika chuo hiki mwezi wa pili mwaka huu mwaka 2025 na, na lengo la kujiunga katika chuo hiki ni kuweza kujifunza kwa bali ya ufundishaji wa watoto kuweza kumjua mtoto vizuri, kwa sababu nikiwa kama mwalimu siwezi nikafundisha mtoto nikiwa kama simfahamu mtoto vizuri. Kwa hiyo imeweza kunisaidia kuweza kumfahamu kumjua mtoto vizuri, hata ninapoenda kumfundisha niweze kujua mahitaji ya mtoto na vile vile faida ya kujifunza a, a, kozi hii ni kuweza kuweza kuwasaidia watoto kwa majumbani, kwa sababu majumbani huko tunapokaa watoto ni wengi, hawana elimu. Lakini pia itanisaidia mimi kuweza kujiajiri mimi mwenyewe na chuo hiki tuna wakufunzi wazuri, ambao ni rafiki kwetu, ni walimu ambao wanatufundisha vizuri, uh tumeweza kuelewa, na ni mazingira rafiki kwetu. Chuo hiki ni mazingira rafiki kwetu. Tunawakaribisha wote, watu wa nchi zote, wa dini zote, wa kabila zote. Chuo hiki kiko Mwenge jijini hapa hapa Dar es Salaam. Karibuni wote. Kwa majina, naitwa Diana Matayo Bruno, nilijiunga na chuo hiki cha malezi na makuzi ya watoto mnamo tarehe mbili mwezi wa tisa elfu mbili ishirini na nne Lengo la kujiunga chuo hiki cha makuzi na malezi ya watoto ili kuweza kuwatambua vizuri watoto na kujua aina mbalimbali za watoto ambao tunakutana nao huko shuleni, kwa sababu tunajua kila mtoto anatoka kwenye mazingira tofauti tofauti. Kwa hiyo kuna aina mbalimbali za watoto umuhimu wa kozi hii ya malezi na makuzi ya watoto, mimi kama mwalimu, kwa faida ambayo naipata inanisaidia, itanisaidia hapo baadaye kuja kuwa mama bora ambaye nitawalea watoto wangu vizuri, lakini pia nitakuja kuwa mwalimu bora ambaye nitaweza kutake care jukumu zima la kuwa kuwafundisha watoto na kuwapa kuwapa elimu bora watoto. Jina naitwa Sister Grace Kapinga ni mwanachuo wa walimu wa chekechea katika chuo cha British. Niko British kwa ajili ya kusoma, kusoma malezi ya watoto ili niweze kuwalea watoto vizuri. Vilevile niko chuo cha British kwa ajili ya kusomea namna gani nitaweza kuwa mlezi kwa watoto katika makundi mbalimbali ya watoto. Vilevile vile katika chuo chetu tunatumia mbinu mbalimbali kwa mfano tunatumia smartboard kwa ajili ya kufundishia, tunatumia mbinu mbalimbali. Walimu wetu wanatupatia mazoezi mbalimbali ya kufundisha watoto. Shule yetu ina mandhari mazuri. Tunawakaribisha wale wote wanaohitaji kujiunga na chuo chetu tuna wabobezi wazuri wanaotufundisha vile vile, tunapata mafunzo ya english course pamoja na kompyuta. Karibuni sana wote mnaohitaji kujiunga na chuo chetu. Kwa majina anaitwa Maombi Edward au Glory Edward, ni mwitimu wa kidato cha nne mwaka jana. Hapa nilikuja kwa ajili ya kurudia masomo yangu, kwa sababu nilimaliza mtihani, nilifanya mtihani wa form 4 mwaka elfu mbili na kumi na sita, lakini cheti changu hakikuwa vizuri. Nikasikia matangazo na sifa nzuri kuhusu shule hii ya British, ndipo nilipoamua kujiunga na kurudia mtihani wa kidato cha nne. Kiukweli, kuna somo moja lilikuwa linanisumbua sana, yaani sikwahi kulipenda. Kiukweli la somo la history sikwahi kulipenda, lakini nilipofika hapa nikaona walimu wanavyofundisha nikajikuta nimeipenda tu, kulingana na njia ya mwalimu anayefundisha somo hilo. Kiukweli nilijikuta nikilipenda nivyo, ambalo lilikuwa, kwa matokeo ambayo yalivyotoka na mshukuru Mungu, nimefaulu vizuri na ile somo ambalo nilikuwa silipendi limenibeba yani, mpaka na shanga imekuaje na ni shule nzuri kwa kweli, kwa sababu pia inatupa nafasi ya vipindi vya dini, tunapata nafasi ya kumkumbuka Mungu japo tunasoma, lakini pia tunamkumbuka Mungu. Kwa hiyo kwa sasa hivi hapa nilipo nipo advansi na nipende kualika wengine pia. Karibuni tujiunge na shule hii, ni shule nzuri, yaani inajali mambo ya kimwili, lakini pia kiroho haiko nyuma, inampenda Mungu na inalelea watu katika misingi ya Kimungu. Kwa hiyo nipende kualika wote, karibuni. Walimu wapo vizuri, wanafundisha. Nikutie moyo hata wewe ambaye unaona kuna, kuna somo ambalo kwako ni changamoto lakini chukua mfano kama kwangu mimi ni ushuda unaoishi nilikuwa sipendi somo fulani lakini sasa hilo ndilo ambalo kwangu saa hizi limenipa credit na nipo vizuri kwa sasa niendelea na masomo yangu ya advance kwa mwaka mmoja kwa hiyo niwaarike wote karibuni sana tusome tufikie marengo usikate tamaa mimi ningekata tamaa ningeishia huko ni muda mrefu tangu 2016 ukipiga hesabu ni miaka mingi lakini nimeamua kurudi shuleni na nimesoma kwa mwaka mmoja mwaka jana na nimefanya mtihani, nimefaulu, na na sasa hivi nasoma mwaka mmoja na naamini pia nitafaulu kwa sababu nimekutana na walimu ambao ni wandoto zangu. Majina anaitwa Sadati Idrisa, ni mhitimu wa kidato cha nne mwaka 2024 hapa hapa shule ya British mefanikiwa kwanza. Mwanzo nilikuja kwa lengo la kurisiti masomo kwa kusikiliza matangazo, walikuwa kuna matangazo ukipita mitaani British British, lakini mimi nikashawishiwa nika, nika, nika, nika sana na sifa za hii shule ya British, na ikanipelekea mpaka kuja ku, ku, kusoma hapa hapa shule ya British. Matokeo yangu kwa kweli ya mara ya kwanza yalikuwa mabaya sana na mimi nikaamua sasa kuja kulisiti, lakini watu wengi walikuwa wakinitishia, ukilisiti shule lazima auwezi kufaulu auwezi, yani inakuwa ni changamoto kwenye ufaulu sana. Lakini mimi nikasema napiga moyo konde, nikaamua kuja shule hapa shuleni British, kwa lengo la kurudia masomo yangu ya arts. Matokeo yalipokuja kwa kweli, namshukuru Mungu niliweza kufanya vizuri. Kwa kweli walimu wa hapa wanafundisha kwa umahili mkubwa sana, sio masomo ya arts, sio masomo ya sayansi, kote kote wana umahili mkubwa. Mimi matokeo yangu yakawa mazuri, na sasa hivi unaponiona hapa, nipo kidato cha tano, naendelea na masomo ya advance. Kwa kweli nipende kumshukuru Mungu aliyeweza kuniongoza kuiona hii shule. Kiukweli sio sifa tu ambazo unaziona labda kwenye TV kwenye matangazo, sifa zipo mpaka kwa ufundishaji. Ufundishaji wao ni ni mzuri sana

yetu ya British ufundishaji wao ni mzuri. karibu karibu sana. Chuo cha walimu British kinapatikana hapa, British School karibu na kanisa la KKKT, kabla na kanisa la KKKT. Lakini pia tunapatikana kwa namba za simu ya Tigo ambayo ni 0655 400 420, lakini pia unaweza ukapiga 0755 400 420 mia nne ishirini hiyo ni namba ya Vodacom, na zinapatikana muda wowote. Kwa hiyo ukipiga hapo utapata maelekezo zaidi, lakini pia unaweza ukatufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii. Instagram tunapatikana kwa The British School, ukiandika pale British School itakuja peji yetu utapata maelezo zaidi. ya msisahau kwamba British School ni kweli tumejikita katika elimu huria, lakini sasa hivi tuna kozi mpya ambayo ni kozi ya Elimu ya wa walezi wa watoto wadogo kwa hiyo usije ukasema, ah, ile ni shule tu ya sekondari. No, no, no. Kwa sasa tumeanzisha hiki chuo na tunawakaribisha sana.